Unafahamu kwamba kuna mambo ukiyafanya kila siku, si tu kwamba utafanikiwa, bali utakuwa na mafanikio yenye furaha kwenye maisha yako? Ndio, kuna mambo ukiyafanya yatakupa vyote kwa pamoja, mafanikio pamoja na furaha au afya ya akili, na ndio kitu ambacho nitakizungumza kwenye video hii. Usiogope, katika video hii nitakuonyesha mambo nane unayopaswa kuyafanya kila siku yatakayokupa afya ya akili pamoja na mafanikio Kufuatana nami hadi mwisho, kwani mambo utakayojifunza hapa yana uwezo wa kubadilisha maisha yako kwa kiwango kikubwa. Namba moja: jenga mahusiano imara na Mungu. Tunaishi katika dunia ambayo watu wanakimbizana na maisha kila siku, wanapambana kutafuta pesa kila siku, ila wamemsahau Mungu. Tupo katika dunia ambayo ni rahisi mtu kushinda mtandaoni au kwenye televisheni kwa muda mrefu ila hawezi kutenga angalau lisali moja kwa ajili yake yeye na Mungu. Usikubali shetani akakufanya kukimbizana na maisha ya kiasi cha kumsahau Mungu aliyekuumba. Fanya kazi ndio. Tumia pia mitandao ya kijamii ila usizidishe kiasi cha kushindwa kutenga muda kati yako na Mungu. Tenga muda wa kusali, kusoma maandiko matakatifu, hudhuria ibada mara kwa mara. Toa zaka na sadaka. Saidia wenye uhitaji nafanya matendo mbalimbali yanayompendeza Mungu. Fanya haya kila siku, na si tu kwamba utakuwa karibu na Mungu, bali pia utavuta baraka kwenye maisha yako na utaona ukifanikiwa kirahisi kwenye kila unachokifanya. Watu wengi wanapata ugumu kufanikiwa, kwa sababu wamemweka Mungu mbali, wanapambana kufanikiwa kwa nguvu zao wao binafsi. Mungu ndiye atupae nguvu za kupata utajiri, na utajiri utokana na Mungu hauna majuto wala masharti. Kuna watu hawatapenda kuona nimempa Mungu utukufu katika hili, ila mimi sijali kuhusu wao. Nimeshatimiza kazi yangu ya kukukumbusha kumrudia Mungu na kutafuta mafanikio ya haki yatokanayo na Mungu. Ni jukumu lako kuchagua kufuatisha au kuacha. Namba mbili, jinenee maneno ya ushindi kila wakati. Maneno yanaumba ukiwa mtu wa kujinenea maneno manyonge na ya kushindwa kila wakati unavuta unyonge na kushindwa kwenye maisha yako. Na ukiwa mtu wa kujinenea maneno ya ushindi kila wakati unavuta ushindi kwenye maisha yako. Haijalishi unapitia nini kwenye maisha. Kamwe usikubali kujikiria udhaifu. Jinenee maneno ya ushindi kila wakati. Jiambie, haya ninayopitia ni muda tu, ila nitashinda na nitafanikiwa. Katikati ya magumu unayopitia kiri ushindi kila wakati. Faida ya kujinenea maneno ya ushindi ni kama ifuatavyo. Kwanza, itakuepusha na hali ya kukata tamaa pamoja na msongo wa mawazo, na pia itakupa tumaini kuwa unaweza kuvuka kwenye hayo unayopitia na kufanikiwa. Watu waliojiua na kuyatoa uhai maisha yao ni kwa sababu hawakuwa wa wakitambua siri hii, matokeo yake wakakata tamaa na kujiua. Faida ya pili ni kuvuta baraka na ushindi kwenye maisha yako. Unapojinenea mambo chanya, unavuta mambo chanya kwenye maisha yako, na utaanza kuona mambo mazuri yakikujia kwenye maisha yako kila wakati. Namba tatu, toka nje kwenye mazingira. Badala ya kujifungia ndani na kuperuzi kwenye mitandao ya kijamii kila wakati, toka nje na jenga urafiki na mazingira kila siku tenga muda wa kukaa au kutembea tembea kwenye mazingira yanayokuzunguka. Unapokuwa nje kwenye mazingira, ufahamu wako unakuwa mpya na unaweza ukapata mawazo mapya ambayo yanaweza yakakusaidia kufanikiwa kwenye maisha. Hata kama unapitia kipindi kigumu, ukikaa nje kwenye mazingira, inakupunguzia msongo wa mawazo. Hivyo anza kuanzia sasa kujenga urafiki na mazingira, itakusaidia sana. Namba nne: Soma vitabu. Kuna furaha utaipata kwa kusoma vitabu ukilinganisha na utakapopoteza muda wako kwa kuperuzi mitandaoni, kwa sababu ukisoma vitabu utajifunza mambo mapya na pia utajifunza kupitia maisha halisi waliyoyapitia waandishi hadi wakafika hapo walipo. Utajifunza ni wapi walipokosea na ni wapi walipofanya vizuri. Soma aina ya vitabu kulingana na unapotaka kufika. Ukitaka kuwa vizuri kwenye eneo la fedha Soma vitabu vinavyotoa elimu ya fedha. Ukitaka kuwa vizuri kimahusiano, soma vitabu vinavyotoa elimu hiyo na kadhalika, na kadhalika, kadhalika. Anza sasa kujijengea nidhamu ya kusoma vitabu. Namba tano: hakikisha hakikisha, kila kila siku siku, umefanya jambo kwenye eneo lolote unalotaka kufanikiwa. Hakikisha kila siku unafanya jambo litakalo kusogeza kwenye mafanikio unayoyataka, hata kama ni kwa uchache kama unataka kuwa huru kifedha, hakikisha kila siku unafanya jambo litakalo kusogeza kwenye uhuru wa kifedha. Hata kama umeajiriwa, badala ya kurudi kutoka kazini na kuanza kuangalia vipindi mbalimbali vya televisheni au kuperuzi kwenye mitandao ya kijamii, utumie huo muda wa ziada wa kufanya jambo litakalo kuongezea chanzo kingine cha mapato. Hakikisha siku haipiti bila kufanya jambo litakalo kupelekea kupata mafanikio unayoyataka hata kama ni kidogo. Namba sita, mazoezi. Mazoezi yataufanya mwili wako kuwa imara na ufahamu wako kufanya kazi vizuri. Ufahamu wako ukiwa vizuri, utaweza kufanya kazi zako kwa ufasaha na pia itakuepusha na msongo wa mawazo. Mazoezi pia yatakuwezesha kuishi kwa muda mrefu na ukiwa na afya njema na yatakukinga na magonjwa mbalimbali. Utakapokuwa mtu wa mazoezi Mwili wako utakushukuru sana uzeeni kwa kuwa uliufanyisha mazoezi kipindi bado ukiwa na nguvu. Hivyo jijengee nidhamu ya kufanya mazoezi kuanzia sasa. Namba saba, tenga muda wa kujichanganya na watu. Usipende kuwa mtu wa kujifungia ndani kila wakati, tenga muda wa kujichanganya na watu kwenye jamii inayokuzunguka. Simaanishi ujenge urafiki na kila mtu, ila angalau tenga muda wa kutoka na kukutana na watu. Utakapokuwa na muda wa kujichanganya na watu, utajenga mahusiano mazuri na watu, na wanaweza kukuunganisha na fursa mbalimbali mbali. Hivyo badala ya kujifungia ndani kila wakati, toka nje na jichanganye na watu. Namba nane, anza mapema. Ukitaka kufanikiwa mapema, anza mapema, amka mapema naanza kufanya mambo ya muhimu yatakayokusogeza kwenye malengo yako na pia utaweza kutimiza malengo yako ya siku mapema. Malengo yako ya muda mrefu yanaanza na yale unayofanya kila siku, hivyo anza siku yako mapema na anza kupambania malengo yako mapema. Umepata kitu? Tuambie nini unafikiri kwenye maoni. Vile vile usiache kuonyesha upendo kwa kulike na kusubscribe. Hadi wakati mwingine.